Ndugu zangu wana Dodoma, nilipita kuwasalimia na nimeshakagua pale. Nimeelekeza ndani ya muda uliopangwa soko hili likamilike, ndani ya muda uliopangwa soko hili likamilike. Na kwa sababu hapa mara kwa mara nilikuwa nakuja, natembea kwa mguu hapa, nitaendelea kukagua, nitafuatilia, nitaendelea kulifuatilia na wenzetu wa jiji, wenzetu wa jiji, ili soko jipya limejengwa na vizimba vingi zaidi takriban mara mbili ya ilivyokuwa. Sitarajii baada ya soko kukamilika, anyang'anywe nafasi mtu aliyekuwepo kwenye soko hili. Hapo sasa, mkurugenzi, pia hapa nilikuambia wale waliokuwa wanafanyia kazi pale wapewe kipaumbele kwa sababu, zipo tabia likitengenezwa soko kama hili, wanagawana tena watumishi wa umma, alafu wao ndo wanaanza kuwakodishia watu wanaotaka kufanya biashara. Mama Samia amejenga soko hili kwa ajili ya wafanyabiashara Sio kugawana kwanza alafu ndo tu watumishi sisi wenye ndo tuanze kuwakodisha tena alafu tupate cha juu. Vyombo vyote vya vya kuchunguza vyenye macho hayo, fuatilieni. Akitokea mmoja ambaye hakuwepo, hatujawahi kumwona kwenye biashara, aje ajitokeze alafu yeye anza kutukodishia. Haya lazima haya mambo haya lazima tukubaliane, tumekubaliana lazima tukubaliane kutekeleza. Na la mwisho, tunatengeneza soko, tunaweka miundombinu yote humu na utaratibu ambao tumekubaliana. Tunatarajia wenzetu wa jiji, na nimefurahia mkurugenzi yupo hapa, waambie watu wako wa jiji lazima waheshimu biashara za watu. Biashara ni mitaji, ni maisha Usilete ubosi kwenye mtaji wa mwenzako. Haujajua mtu mtaji kahangaika nao namna gani. Juzi nilipita pale nikakuta bidhaa ya kijana wamechukua, sijui tangu lini. Nashukuru mkuu wa mkoa umesimamia, toroli lake na bidhaa yake yenye thamani ya laki nne imerudishwa. Walitaka wagawane, nilisema ikikosekana ile wale waliochukua wote wakamatwe, wakamatwe na, na washtakiwe na kama wezi wengine Huwezi ukapewa nafasi ya, ya serikali ndo ukawa na mamlaka ya kuharibu mitaji ya watu, biashara za watu, maisha ya watu. mtaji. mtaji. ndio maana Mheshimiwa Rais ana kauli mbiu ya kazi na utu. kazi ndio inakupa utu. inakupa kuishi Unakuta mamalisho, wewe unaona ni kama sinia tu hivi. Mtaji ule ni mtaji, ni mtaji ule ni maisha yale. Anaendesha familia, anasomesha, analipa kodi, analipa kodi. Unakuta kijana anafanya bodaboda, nilishaisema na hii kama anakosa linahitaji faini, usimnyang'anye kitendea kazi chake. Mwachie kitendea kazi, mwachie kitendea kazi, wewe dai faini. Ndio sema, wewe dai faini, mwachie kitendea kazi ili apate fedha ya kulipa faini.